Huwaligani popote ulipo mtazamaji, vilevile vile msikilizaji wa pekupeku Peku TV, karibu sana. Mimi ni Manuel aukipenda pekupeku. Makala haya ni atia akilini, karibu. Mapatanisho kati ya rais wa zamani Uhuru Kenyatta na kiongozi wa upinzani Raila Odinga ulikuwa kichocheo kilichowafanya wakazi wa eneo la Mlima Kenya kumpigia kura kwa wingi rais wa sasa William Ruto kwenye uchaguzi wa mwaka wa elfu mbili ishirini na mbili. Ruto mara kwa mara alitoa matamshi makali dhidi ya serikali, akilaumu kwa kuungana na upinzani kwa nia kufaidi mabwenyenye pekee. Vilevile alilaumu kwa kuhusika na no ubomoaji wa kinyama na usiokubalika. Ila kwa upande wake akaahidi kuunda serikali mpya itakayoweka mahitaji ya wa walalahoi mbele au waslas. Miaka mitatu tangu aingie madarakani, kiongozi wa taifa sasa ameamua kuyameza matamshi yake mwenyewe ya hapo awali na kuamua kufuata mkondo ule ambao ulichukuliwa na mtangulizi wake Uhuru Kenyatta. Hatua ya kuwapa upinzani nafasi serikalini iliwashangaza wengi. Jambo hili litakuwa na madhara kwa eneo la Mlima Kenya. Kwani wakazi wa eneo hili wa wanaliona kama usaliti ambao utakuwa jinamizi kubwa kwa jamii hiyo eti utawafilisi